Mwa. Hakuna aliandikiwa barua kuja kuishangilia. Yanga tumeipenda wenyewe. Hii ni ya kwetu ya kwetu. Pwete, pwete. Wacha ituwe. I love you, Yanga. Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali mbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi, wiki hii tutaangazia mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB katika dimba la Mkwakwani, Tanga. Pia mashabiki wa Yanga wakimtakia ya kila laheri mchezaji wao Stephane Aziz Ki, huku Yanga Princess nao wakifunga msimu kwa tuzo za mwaka ndani ya klabu hiyo. Wiki hii kikosi cha Yanga kilishuka dimbani katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya JKT Tanzania katika dimba la Mkwakwani Tanga, huku akiibuka na ushindi wa mabao mawili yaliyofungwa na Prince Dube pamoja na Mudasiri. Stephane Aziz Ki akakataa kabisa, anawambia hapana, yupo pale nakata Stefan... golikipa well, Cholomoyo, Naser Mauli Hassan, mpira ambao ulikwenda, makadirio yalikuwa mazuri tukitafuta tageti na tageti aliipata, ulikwenda kudunda kama ambavyo anafanyaga mara nyingi. Maxi Zengeli amejaza ndani, kunachezwa hatari langoni pale, mpira umepita. Karim Bakiri Mfaume anakwenda kupa presha Stephane Aziz Ki, tobo imeshindikana amesaifu michomo mingi umepirishwa mali hile katika nafasi Yakubu Suleiman ali wa kwanza ni yeye, kenda kumaliza lakini hapana, Nangu kaenda kuingilia, mpira umeondoshwa tena mbali zaidi na Wilson Nangu nakuenda kukataa. Dikson Job kipinga kimesikika cha mwamuzi Ramadan Kayoko, lakini Wilson Nangu akenda kuingilia, Ki Stefan Azizi alishindwa kutamba nao, naye Nangu Wilson akenda kuondosha mpira kwa mpira ule mbele kule, jaribu kusogea tena zaidi. Max Zengeli mwamuzi anasema iwekwe pale, ni goal kick. Nimeona Ramadhan Kayoko. Edson Katanga yupo chini, ndiye ambaye amekwenda kumuweka chini ya ulinzi, Max Zengeli asifurukute na kuipata njia nzuri Piro kwa pembeni kule, Dube akaupitisha kwa Duke Abuya. Abuya akapitisha mali katika nafasi na anakata Karim, Dube. Ilikuwa ni swala la muda tu, ni Prince Dube ndiye ambaye anawanyanyua mashabiki wa Young Africans, ndiye ambaye anapeleka sherehe Jangwani. Iliwekwa mali katika njia ya Karimu, akataka kuokoa akakutana nayo Duka Buya. Karimu akakataa akamalizia Prince Duba Mpumelelo, na kuanyanyua mashabiki wa Young Africans. Ramadan Kayoko anazimaliza dakika 45 za kwanza. Metengo pembeni kwa Clement Mzize, Mzize mwenyanyua mpira ule, Stephane jaribio limekwenda na nje kwa mara nyingine tena kutoka kwa Ki Azizi Stefan, wa Kiba wakipongeza licha yote. Aliupata mpira kwenye namba nzuri. Hasan Hasan Maulidi kapiga, Kiba iskeri. Hassan Maulidi kapitisha mpira katika nafasi, ni ni offside, offside. Offside. Wameotea JKT fullback ya boli alikuwa mbele zaidi, yani ameotea asilimia mia. Kama ingekuwa VAR basi ilikuwa haina haja kuchora kuchorachora. Karim, kadi ya njano ameonyeshwa jigi jiara kwa kiashiria cha kupoteza muda. Mpira mrefu na badilisho mwelekeo pembeni kule kwa Yakob Suleiman Ali, ni yeye na Prince Dube okoa mpira ule Chama Klatus, Maxi Zengeli, Maxi Zengeli akajaribu kuupiga mwenyewe, jambo ambalo limekwenda tofauti. Sendemla kauseti kwa Gamba Matiko, Gamba Matiko, jaribio limekwenda nje. Jiki Jiara, imekuwaje? Mna ruhusu makosa ambayo anaweza kusababisha hatari, Shiza Kichuya kafirisha mali katika nafasi na Jim Magulu wanakataliwa, ni offside. Shuka Kibendera cha Muhamedi mkono kipo juu, JKT Tanzania wamekamatwa katika eneo la kuotea line, ameona ni offside. Haya Maxi oh, kwa mara oh, oh. nyingine tena Maxim pia Nzengeli nafasi nyingi ameipata, akachagua kunyosha, lakini akulenga lango, pira ukenda nje. Duka buya ni yeye na gado, bado ya upo eneo la kuchezwa, anyuliwa ndani kule, ameudhibiti Chama akamwekea katika nafasi mudadhiri. Haya basi, dakika ya 89 rasmi nguo za JKT zimelowekwa Tanga, hawawezi kutoka hapa, mambo ni magumu. Na hapo ndipo chokochoko ilipoanzia. Mpira ulikuwa katika eneo la kuchezwa, Chama Clatous akamwekea mudafiri ya haya na akaweka ndani ya wafu, mepelekwa mpira katika njia, Maxi Nzengeli, Max Zengeli, Max, Zengeli, mudafiri, yaa, ni offside, offside mudafiri, tulia usitoe shina usitoe simu ni offside. Kijaribu kusogea na mpira Duke Abuya, kadi njano ameonyeshwa Maka Edward. Mchezo huu wa nusu fainali ulikuwa mchezo wa mwisho kwa nyota Stephane Aziz Ki. Huku mashabiki wa Yanga wakimtakia kila la heri na kumshukuru kwa mchango aliotoa ndani ya klabu yao. Yanga ameshafanya kazi, amedeliva. Unajua alikuwa mfungaji bora mwaka jana, amesaidia timu katika mechi nyingi kubwa za kimaamuzi. Kwa hiyo sisi hatumdai kitu, anakoenda sisi tutamtakia kila la heri. Na nikiangalia kwa upande wa timu yetu, watu wengi wanaweza kusema, ah, anaondoka kabla msimu haujaisha, labda tutacheza vipi bila Aziz Ki, lakini Uh, mbadala wa Aziz Ki huko Yanga tunaye Chama, jana ameingia ametoa assist na ame replace namba ya Aziz Ki yule alikuwa akicheza. Kwa hiyo katika mechi zilizobakia sisi uh, tuna mchezaji ambaye ana cover nafasi yake bila yani hata mtu akifumba macho akifumbua tu anzea fani akiingia anacheza nafasi ya Aziz Ki. Ukakasi hakuna. Ukakasi hakuna kwa sababu uh, timu yetu haikuwa ikimtegemea mtu mmoja. Lakini Uh, kuna uh, qualities ambazo zilikuwa zinapatikana kwa kila mchezaji, yaani kila mchezaji anakuwa na ubora wake. Kwa hiyo Azizi alikuwa na uh, ubora wake, tunajua alikuwa ni mtu wa kucheza set pieces za maana, alikuwa na score, eh, akipiga, akipiga uh, mashuti ya mbali. Sisi tunamtakia safari njema, yaendako aliyoyafanya Yanga sio mabaya, miaka yake aliyokaa ametupatia ubingwa wa ndani, ametupatia fainali ya kombe la shirikisho ametupitia makundi katika kombe la nani hilo, la la, la mabingwa Afrika. Kwa hiyo mchango wake mkubwa, na sisi tunamtakia safari njema. Kuhusu Aziz Ki, kama anaondoka acha aondoke, alichotufanyia sisi ametufanyia kitu kizuri, yani wana yanga wasimpige wala wasimbishie, na viongozi wetu wamruhusu aende, sisi tutampata mwingine kama Aziz Ki alivyo. Stephane Aziz Ki ni mchezaji mzuri sana, na kila timu inatamani kuwa naye maana hata msimu, um, wa mwaka jana alipo tulipofika robo, najua goli lake alitaka tuvushe, lakini bahati mbaya tu ndio hivyo ikatokea changamoto na nini hivyo, lakini mchezaji mzuri sana na kila timu Afrika natamani kuwa naye. Wiki hii pia Yanga walizindua tuzo za mwaka kwa upande wa kikosi cha wanawake zikiwa na vipengele mbalimbali. Kwa upande wa goli bora la msimu lilienda kwa Aregash Karsa, bao lilofunga dhidi ya Bunda Queen. Tuzo ya mchezaji mwenye nidhamu zaidi ili kwenda kwa Rita Akareko huku tuzo ya mfungaji bora ikienda kwa Jenine Mukanda Yisenge. Angela Michael alishinda tuzo maalum ndani ya kikosi hicho, huku Uzoamaka Igwe akiibuka mchezaji bora wa msimu. Pia nyota wa zamani wa kikosi hicho cha Yanga Princess Aisha Masaka akipata tuzo ya heshima ndani ya klabu hiyo. Kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hicho, Edna Lema amempongeza mratibu wa Yanga Princess Kibwana matokeo kwa wazo la kuandaa tuzo hizo huku akisema ni chachu kwa wachezaji katika kufanya vizuri. Ni kitu kizuri kwenye timu, hasa kwa wachezaji, kwa sababu inaleta changamoto nzuri kwenye timu, kwa maana ya ushindani baina ya wachezaji kwa wachezaji, kwa sababu kuna mafanikio binafsi na mafanikio ya timu. Kwa hiyo nimpongeze mistaki bwana kwa kuleta hii aidia ya kuandaa hii tuzo na nafikiri italeta chachu kwa watu wengine, kwa maana ya makampuni pamoja na vilabu vingine kuweza kuiga hiki ambacho tumekifanya leo. Na kwa sababu hawa ni mabinti zetu ambao wanapambania ndoto zao, tutapata kuona wadhamini wengi ambao watafurika sasa kwenye soka la wanawake, kuwekeza kuhakikisha kwamba wachezaji wanatimiza ndoto zao na kuweza kufikia malengo yao kwa sababu mtaani kuna vijana wengi ambao wanatamani kufika huko tulipofika. Kwa sababu mimi binafsi aa, nilikuwa mchezaji na leo hii nimekuwa kocha, kwa hiyo ni mfano mzuri kwa watu wengine, ni mfano mzuri kwa watu ambao wako mtaani ambao wanatamani kufika huko tulipo. Hatuwezi kusema kwamba tumefanikiwa sana, lakini kwa kiasi kikubwa angalau tumeweza kusogea na naamini tutafika mbali zaidi. Kingine naweza kuwashukuru wachezaji kwa, kwa msimu mzuri na tumekuwa sehemu ya kuleta kikombe kiku cha kwanza kwa maana ya klabu yetu, tulivyoshinda Samia Cup pale Arusha. Haikuwa jambo rahisi kwa sababu tulipoteza takribani wachezaji kumi na tano msimu uliomalizika, lakini tukarudi tukiwa imara na mi ni mwenyewe nikawa nimerejea baada ya kuondoka kwa misimu miwili nafikiri kwa hiyo nimerudi na nimeweza kuitengeneza timu kwa kiasi kikubwa, naweza kusema tumefikia asilimia sabini, na tumeweza kushinda kikombe pale Arusha, na ni mashindano ambayo yalishirikisha timu ambazo ni Big Four kwenye ligi yetu. Zilikuwepo Fountain Gate, Yanga Princess, JKT na Simba. Kwa hiyo kushinda kikombe mbele ya magwiji wenzio maanake uwe ni bora pia. Kwa hiyo niwapongeze wachezaji kwa kile ambacho wamekifanya, wameweka historia kubwa katika klabu kuwa sehemu ya wao kuleta kombe kwa mara ya kwanza katika klabu hii kubwa ya Yanga Afrika. Aa, bila kusahau maki, najua watu wengine ndio kwa msahau. Uh, msimu huu nimefundisha timu mbili za Yanga ya wanaume na wanawake, nataka kuwakumbusha <coughs> kwa hiyo hayo ni mafanikio ya kwangu mimi nafsi, na hilo haliwezi kutokea kwa kila mtu na wala alitokea bahati mbaya mimi ni kocha mkubwa, nimeenda kufundisha wachezaji wakubwa kama akina Aziz ki, akina Pakome, chama haucho. Sasa kama wewe uko mtaani una kocha wako ambaye ameshafundisha Pakome akamfundisha na kwa wakati mmoja, basi CV yangu nitakapokuwa inasoma sasa hivi kwamba mimi ndio kocha pekee niliyefundisha klabu moja kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake, nafikiri sio yuko hapa na Vice President alipambana sana kunirudisha kwenye klabu na rais, nafikiri vice ya kuangusha, na nimekupa kombe kwa mara ya kwanza. Umeandika makala ndefu sana baada ya kuleta lile kombe na ulichokuwa unakifanya kupambana mimi kurudi, nafikiri binafsi haunidai, lakini msimu ujao na kuahidi, tutapambana kama timu na tutaleta kombe kwa mara ya kwanza, na tutarudi sehemu kama hii kuja kushangilia tena la mwisho kabisa. Uh, Vice President nikupe maua yako kwa namna ambavyo unajitolea kwenye hii timu, akiwepo pia Mr. Kibwana halikama yupo kidogo anakuwa auti, anasema sema, wakati mwingine ananyamaza, lakini wewe na Kibwana amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hii timu inafika hapa ilipo, bila kumsahau uh, rais wa klabu yetu injinia Saidi, kwa bahati mbaya hapa yupo lakini nafikiri atakuwa yupo kwenye TV anatizama. Mmefanya kazi kubwa sana, niwaombe tu kwamba huko mtaani watu washaanza kuiogopa Yanga Princess. Sasa tusirudi nyuma, twende mbele na sisi tukapambane kwa ajili ya kupata wachezaji bora, tutengeneze timu imara. Kocha unaye sasa, pambana kutafuta wachezaji wazuri, wala usiwe na mashaka. kwa hiyo mbona kama kuna kelele huko nyuma, amwamini kama mimi niko cha mzuri, basi wewe ndio timpekee kwenye, kwenye, kwenye ligi kuu ya Tanzania upande wa wanawake. Kocha wako ana leseni ambayo amesoma Ujerumani koo, sio jambo dogo. Yaani mimi nimetokea Machame, lakini nimesoma Ujerumani. Kuna mtu mwingine akasoma China, anafanya kazi bamaga. Kwa hiyo niwashukuru tena na niwashukuru mashabiki wa Yanga Afrika kwa kutupa sapoti kwa maana msimu mzima, na niwapongeze wote ambao mmekuja hapa leo. Nawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu awajalie, tutaonana wakati mwingine. Asante sana Amina, na asante sana Edi na Lema, na hongereni pia kwa hicho ambacho mnaendelea kukifanya katika kikosi cha Yanga Princess. Naye makamu wa rais wa Yanga Arafat Haji anasema ni heshima kubwa kuandaa tuzo hizo na ni mafanikio makubwa kwa taasisi kama Yanga. Wachezaji wote ambao mko hapa kutoka timu zetu zote, daima mbele, daima mbele! Toeni sauti basi. Unajua mi nimetoka Zanzibar muda huu na nina kazi maalumu Zanzibar. Sasa mkiwa hamtoi sauti, mnanivunja moyo Kwa niaba ya uongozi mzima wa klabu ya Young Africans tunatoa shukrani kwako, kwa mheshimiwa Joketi kwa kutenga muda wako. Tunatambua una majukumu mengi ya kichama kitaifa, ambayo yanakukabili lakini kwa heshima, kwa kuthamini mchango ambao klabu yetu ya Young Africans imekuwa ikiutoa kwa nchi hii, lakini hususan mchango ambao wachezaji wetu hawa wa timu yetu hii ya wasichana wamekuwa wakiutoa katika kuboresha michezo hapa Tanzania, lakini katika kuhamasisha wasichana wengine wote Tanzania na nchi jirani kushiriki katika michezo hiko, tunakushukuru kwa niaba ya klabu ya Young Africans kwa kujumuika nasi siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kujivunia kitu hiki ambacho tunakifanya leo. Ni tukio la kwanza fanywa na klabu kuweza kutoa tuzo kwa wachezaji wake. Tumeianza tuzo hii kuto, tumeanza kutoa tuzo hii kwa timu yetu hii ya wanawake, lakini ni mwanzo tu, na tumejipanga tumedhamiria, pia kuhakikisha tunaendeleza haya kwa timu zetu zote zilizosalia na kuwa na tukio jumuishi la kutoa tuzo kwa timu yetu nzima. Lakini sababu nyingine ya kujivunia kwa mara ya kwanza timu yetu imeweza kushiriki katika mashindano ya Tanzanite Samia Cup ambayo yalifanyika mkoani Arusha na timu yetu hii kuibuka washindi wa mashindano haya. Hongereni sana. Lakini mheshimiwa, katika hili tunaomba tutoe shukrani zetu za dhati kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, na kupitia kwako tunakuomba utufikishie salamu zetu hizi. Mama yetu Mama Samia amekuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono michezo hapa Tanzania. Mama yetu tumeona ametoa fedha nyingi sana katika kuhakikisha miundombinu inaboreshwa ili kuweza kuhamasisha ukuaji wa michezo. Lakini kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chini ya uongozi wa Rais wetu Mama Samia, kwa mara ya kwanza nchi yetu inaandaa mashindano makubwa Afrika. Mwaka huu tutakuwa tuna mashindano ya CHAN, lakini pia mwaka 2027 Tanzania itakuwa ni miongoni mwa nchi zitakazoandaa Afcon. Hii ni kutokana na mazingira mazuri, mazingira rafiki, lakini mazingira wezeshi ambayo rais wetu amekuwa akiyaweka katika kuhakikisha michezo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazidi kuimarika na inazidi kuwa bora. Leo hapa tumempa zawadi ama tuzo binti yetu Aisha Masaka ya Hall of Fame. Aisha anachezea ligi kuu ya Uingereza, lakini pia tuna binti yetu mwingine anaitwa Clara. Inawezekana wengi wetu hume hatujamuona Cristiano Ronaldo kwa ukaribu, lakini Clara inawezekana pia anamuona kila siku, anacheza klabu ya Al Nassr pale Saudi Arabia ni matunda makubwa sana ambayo sisi kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na klabu yetu ya Yanga tunajivunia kuweza kutoa vipaji ambavyo vinakwenda nje ya taifa letu. Lakini tumepata wawakilishi ambao wanaiwakilisha Jamhuri nchini Uingereza na Saudi Arabia katika mchezo wa mpira wa miguu. Hongereni sana, mwendelee kuitunza, kuilinda na kuitetea heshima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika timu zenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, msimu huu kwa mara ya kwanza nimetangulia kusema kwamba tumechukua kombe hili la Tanzanite Samia Suluhu Cup. Timu yetu hii ni timu ambayo tumekuwa tukiitengeneza na imekuwa project kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Tumekuwa tukiiboresha kila mwaka, kwa maana ya kila msimu, na hatimaye msimu huu tumeanza kuona faida ya matunda ya mradi wetu ambao tumekuwa tuki kufanyia kazi katika kipindi chote hii. Nimpongeze ndugu yangu Kibwana Matokeo kwa kutokata tamaa, kwa kuendelea kuwa mvumilivu na kuhakikisha timu hii inazidi kufanikiwa, na kwa tulipofikia, sina chembe ya shaka, sina hofu na nina imani kubwa sana kwa timu hii chini ya mwalimu wetu ambaye amesomea Ujerumani Edna, kwamba sasa yale malengo yetu yanakwenda kutimia rasmi kwa msimu huu tunaokwenda kuuanza. Wakati huu msimu uliokwisha tumeumaliza, tutaiboresha timu hii na tutaendelea kubakisha vile vipaji ambavyo vimekuwepo, lakini tutaiongezea nguvu kwa kuleta vijana wengine wa ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri yetu ili tuweze kutimiza yale malengo yetu makubwa na hatimaye kuubeba ubingwa wa ligi kuu ya wanawake hapa Tanzania. Tunaamini kazi imekwisha fanyika kubwa na muda sasa wa kuanza kuvuna matunda umefika. Edna, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tunakushukuru, tunakupongeza lakini sasa ndiyo kazi imeanza. Deni bado unalo. Deni bado unalo Edna. Deni lako ni ligi kuu ya jamhuri ya muungano ambayo inachezwa hapa, ligi kuu ya wanawake. Tumekupeleka ukapate uzoefu chini ya kocha Milud Hamdi, umeupata. Tunamfundisha Ali Shaban Kamwe naye sasa hivi, ili mje msaidiane, malengo makubwa, tuone tunafanikiwa kama taasisi lakini kwa timu zetu zote kwa ujumla tunawapongeza. Pia tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana, tumeingia fainali ya CRDB Federation Cup, tumetoka kucheza mchezo wa nusu fainali Tanga, tumefanya vizuri. Tunaongoza ligi kuu ya NBC tukiwa ndio tuko vinara namba moja katika msimamo tumemaliza timu yetu Yanga Princess nafasi ya tatu tukiwa na alama nyingi, alama ambazo haziko mbali sana na ambao wamebeba ama wanatarajiwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake. Ni mafanikio makubwa, tunawapongeza. Msimu mwingine unapoanza, tupachukulie hapa kama tumejifunza, tuweze kuboresha na kuhakikisha sasa paredi ile ambayo tutakwenda kuifanya msimu ujao iwe inajumuisha zaidi ya basi moja. Tumekwisha fanya paredi za basi moja miaka mitatu mfululizo, sasa tunataka paredi nyingine ya kiu tofauti, ili sasa timu zote zishangilie na zibebe makombe tukiaonyesha barabarani kama ulivyokuwa utaratibu na wetu. Naam, hii ndiyo Yanga timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.